Kitabu hiki hapa juu kimesema, kazi na utu, kazi na utu. Mimi nikajiuliza, kwani tunasongaje mbele? Kama mkuu wa sekta hii, lazima niwaambie vile ninavyobarikiwa mimi katika kusonga huko mbele. Watu wanasonga mbele kwa staili mbalimbali mbali. lakini staili yangu mimi ya kusonga mbele ni stahili ya kaza kazawa. Hebu semeni kwanza, kaza kazawa. Semeni tena, kaza, wanasema wanakuja kitu gani? Nasema hivi, kasi zaidi, karibu zaidi na wananchi. Kasi zaidi, karibu zaidi na wananchi. Hebu rudieni, kasi zaidi karibu zaidi na wananchi. Hiyo ndio staili naoijua mimi, tunatakiwa tuitumie kufikisha ujumbe huu wa mheshimiwa dr Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyouweka hapa kwenye ilani ambayo ameinadi nchi nzima kwamba ni kazi na utu, tunasonga mbele kama tunasonga mbele, maanake tuko safarini, na kama safarini, tunataka tufike tuendako kwa salama na kwa amani na kwa wakati, na tushangiliwe na wanaotusubiri huko, lazima tuende na mwendo wa kasi zaidi, karibu zaidi na wananchi. Hawa watu wa makundi haya wana ajenda mahususi za maksudi za kuwaondoa pale walipo waende mbele. Wana ajenda nyingi, lakini kubwa zaidi katika makundi haya yote ni masuala mazima ya ustawi wao na maendeleo yao. Ambao nyinyi wote hapa ni wanasayansi wa maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii, mnazo funguo za fikra za kwenda kuwabadilisha fikra zao, ili waweze kuona mawanda mazima ya fursa za maendeleo ya kiuchumi na kiustawi wapate amani na faraja na furaha kwenye nchi yao. Sasa usipokuwa mtu wa kasi zaidi, karibu zaidi na wananchi, hutazifikisha hizo funguo za kufungua fikra zao na hutafikisha ile funguo ya ustawi wao. Kutakuwa na stress na frustration kule kwenye ngazi ya familia, kwenye ngazi ya jamii na kwenye ngazi ya mtu mmoja mmoja frustration hizo zikikosa majibu na majawabu, ndiyo zinajibadilisha zinakuwa kitu kingine tofauti, tunakuwa hatuelewani. Mimi niko tayari kwa kasi ya kuhakikisha Dk. Samia Suluhu Hassan moyo wake ujawe na amani, adhihirishe anawasaidizi, mimi kwa nafasi yangu, ninyi kwa nafasi zenu, sisi sote ndiyo ambao yale aliyopita mwezi mmoja nyuma kuwaahidi wananchi kwamba atafanya hili, atahakikisha anagusa makundi ya wajane, atahakikisha uchumi shirikishi kwa wanawake, lakini vile vile kuangalia wagane, lakini vile vile wazee wetu waweze kuliona taifa hili walilolijenga kwa miaka yao mingi, nao wanalifaidi. Hali kadhalika watoto tuwaangalie kwa sura nzuri, tukiamini tunalijenga taifa la kesho. Haya yote Dr. Dorothy Gwajima atatusimamia, tumpe ushirikiano. Mimi pia naomba ushirikiano, ili Rais aliyoyaahidi, twendeni tukatekeleze. Wakati anaahidi alijua nyinyi mpo, aliamini mpo, na anafahamu mpo tayari kulitumikia hili taifa tunaposema serikali ya chama tawala itafanya hili na lile, maana yake nyinyi pia ni sehemu yake, msije mkajisahau. Ushirikiano tumeelekezwa, ushirikiano tutatoa. Ushirikiano tumeambiwa, tuache kufanya kazi kwa mazoea, tutaacha hiyo. Tumeambiwa kwamba kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa na furaha, tunapeleka tabasamu kwa wananchi, itakuwa hivyo yeah. Basi Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Naibu Waziri, mmesikia wenyewe, somo limeeleweka, maelekezo tumeyapokea, tunaenda kuyatekeleza na wote wanasema tuko mguu sawa, kuanza utekelezaji, si ndio eh? Kwa hiyo nyie na nyie kwa niaba yao ni waombe tu tukae, mkae mkoa wa kula kazi inaenda kufanyika kazi inaenda kufanyika kwa kasi zaidi, kasi zaidi eh, kwa kasi zaidi, karibu zaidi na wananchi.